Sababu umepewa motisha na nafcf ya kupandishwa cheo sasa. Itakuwa ajabu sana na itatusikitisha kuona sasa vyeo hivyo hamvitendei haki, tukaanza kujuta kwa nini huyu tulimpa cheo hiki, kwa sababu utakuwa hukustahili eh, na kwa maana hiyo, na hautakuwa na sifa ya kuendelea kuwa nacho. Hatutasita kuchukua cheo chetu kwa yeyote ambaye atashindwa kukitendea haki kwa maana ya kufanyia uh, vyema majukumu yake, lakini na kuonyesha tabia na mwenendo mwema. Lazima tukaoneshe wafuasi no tunaoongoza kwa matendo kwamba sisi ni viongozi nje, na hapo mtakuwa mmeitia aibu jeshi, na kwa maana hiyo mtakuwa mmemsononesha afande CGF, na mimi kama msaidizi wake namba moja hapa simu kwa sasa niwaambie sitakubali. Nasema asante kwa kutuvisha vyeo pia. Tunaahidi kwamba tutafanya kwa weledi majukumu ya cheo hiki tulichopanda cha usajenti. Tutatekeleza majukumu yote kwa wakati wote, kwa wakati ule tunaotakiwa kufanya, tutahudhuria na tutatenda kikamilifu. Hili naahidi Kamishina Jenerali, kutekeleza majukumu yangu ya cheo cha sergeant kama ilivyoainishwa kwenye sheria ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Vile vile kupandishwa cheo hiki miongoni mwa vitu ambavyo vitatuongezea tija, ili kufanya kazi kwa uweledi na kwa mafanikio zaidi.